Israeli imefanya mashambulizi ya angani katika vitongoji vya kusini mwa Beirut siku ya Jumapili, baada ya kuamuru kuhamishwa kwa wakazi waliokuwa wakiishi katika jengo ambalo ilisema lilikuwa linatumiwa na kundi linaloungwa mkono na Iran la Hezbollah. Shambulio hilo lilitokea licha ya usitishaji mapigano ulioanza kutekelezwa miezi mitano iliyopita ambao ulimaliza mzozo kati ya Israeli na kundi la kijeshi. Israeli ilisema kuwa ililenga hifadhi ya Hezbollah ya makombora ya kuongozwa kwa usahihi ambayo ilisema ni tishio kwa Israeli na raia wake. Ofisi ya Rais wa Lebanon ililaani shambulizi hilo na kuzitaka Marekani na Ufaransa ambazo zilisimamia usitishaji mapigano mwezi Novemba kuishinikiza Israeli kusitisha mashambulizi yake dhidi ya nchi hiyo. Shambulio hilo linadaiwa kuwa la kwanza kwa karibu mwezi mmoja ambapo Israeli imeshambulia vitongoji vya kusini mwa Beirut vinavyoitwa Dahiyeh ambapo Hezbollah ina makao yake. Hii itaweka shinikizo zaidi kwenye usitishaji mapigano licha ya makubaliano hayo. Israeli imefikia malengo ambayo inasema yanahusishwa na Hezbollah karibu kila siku. Serikali ya Israeli imesema kuwa itajibu vitisho vyovyote kutoka kwa Hezbollah. Kanda za moja kwa moja zilizorushwa na Reuters zilionyesha moshi mwingi ukifuka kutoka kwa jengo lililojengwa saa moja baada ya jeshi la Israeli kutoa agizo la kuondoka kwa wakazi wa kitongoji cha Hadat. Hii ni TNC News Updates kimataifa. Mimi ni Agnes Peter, endelea kutufuatilia kwa kusubscribe Kulaiki, kushare na kucomment ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.